Nishukuru kwa nafasi nami nipongeze utekelezaji wa ilani katika serikali yetu ya wilaya hapa Mbogwe kwa namna ambavyo wanaitendea haki thamani ya fedha iliyoelekezwa hapa, bilioni 1.6 tulitegemea kwa haya majengo tunayoyaona mathalani ingekuwa imekushaisha, lakini ndio kwanza imetumika kiasi kidogo, na takribani milioni mia tisa na pointi bado zipo, na tunaona kazi inaendelea. Ndugu mwenyekiti Serikali ya awamu ya sita imewekeza fedha nyingi sana katika sekta ya elimu, na kipekee ujenzi wa shule hii ya amali utaenda kuchagiza vijana waende kujifunza katika fani tofauti tofauti, na swala zima la ajira, hawatotegemea serikali ipate kuwaajiri pekee, wataweza kutoka na kuweza kujipambanua kwa kujiajiri wenyewe. Na sisi kama taasisi ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi, licha ya kwa kwamba tunatokana na chama tawala, tunaipongeza sana serikali lakini tunawatia shime vijana waendelee kujituma katika kutendea haki taaluma zao ili wafikie malengo na azma ya kuendana na kasi ya maendeleo ya miundombinu namna ambavyo inaboreshwa. Tunategemea kama ambavyo tumeelezwa, faida haitoishia kwa wanambogwe peke yake, watapata faida pia vijana kutoka maeneo tofauti tofauti. Tutazalisha taifa la wasomi ambao wataendelea kupigania maendeleo na maslahi mazima ya taifa letu. Ndugu mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Karibu sana kama sihemuoy mbog Mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na viongozi wengine wa serikali na chama ambao tumeambatana nami, ni ambatane na alizungumza kabla yangu ya kuwapongeza wapongezeni kwa kazi hii nzuri na kubwa mnayoifanya, lakini nakupongezeni kwa sababu nimevutiwa mno na maneno yenu ambayo mliyatamka kwamba fedha za ujenzi wa mradi huu fedha zake tutaendelea kuzitumia katika kuzisimamia, kuzisimamia, nitumie neno hilo, nimesema kuzisimamia na kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika kwa matumizi sahihi ambayo mheshimiwa Rais ameelekeza, ambao ni ujenzi wa shule hizi. Mimi hii imenipa faraja na ndio maana nikasema nikupongezeni kwamba mmetambua nini thamani ya elimu, na hii mnaonyesha wazi kwamba mnaambatana na maneno ama falsafa ya Baba wa Taifa juu ya vita vyetu juu ya maadui wakubwa watatu: jinga, maradhi na umaskini. Huwezi kuondoa umaskini, huwezi kuondoa maradhi pasi na elimu. Ndio maana mheshimiwa rais naye anaendeleza mapambano hayo, na wenzetu wengine huwa anabeza wanadhani kwamba labda tunacheza, lakini mapambano zidi hivi, hawa maadui watatu hayawezi kukoma mpaka Tanzania itafika mwisho wake, lakini nitoe wito kwa wakazi wa maeneo haya Haya yote yanofanyika ni lengo ni kwetu sisi binafsi, haba mtoto wako au jirani yako, ni kuhakikisha miundombinu hii tunailinda kwa wivu mkubwa, lakini tunatoa ushirikiano kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu hichi kinachofanywa hapa hakifanywi kwa sababu ya mtoto wa Samia aje hapa. Kinafanywa kwa sababu ya mtoto wa mkwezi na mkulima na maskini kama sisi waweze kuja kupata fursa ya elimu hapa. Kwa wito wangu kwa jamii tuliozunguka maeneo haya, sababu ukitizama huku ni mwitu, huku ni mwitu, nyumba na makazi yako sio mbali sana na hapa lakini uzuri wa watu kama huku vijijini huwa tunajuana. Sasa tuwaombe sana kuhakikisha hii miundombinu hapa inaendelea kulindwa, na kama yuko mtu yoyote yule ambaye anaipanga kwa namna moja ama nyingine kuhujumu, basi tunatoa taarifa mara moja kwenye vyombo husika ambavyo vinahusika na masuala mazima ya ulinzi na usalama katika jamii zetu.